Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei anatoa wito kwa maafisa wa uhifadhi wa kumbukumbu kumbu na wataalam wa teknolojia ya habari na mawasiliano kufanyia marekebisho mifumo iliyopo na kujiandaa kwa taratibu mpya za viwango vya dijitali tayari kwa uanzilishi wa uhifadhi wa kumbukumbu kumbu kielektroniki. Kwa habari hizi na nyingine hu hapa ni mseto wa habari za kaunti. Akizungumza wakati wa makala ya tisa ya kongamano la kila mwaka la chama cha wasimamizi wa rekodi na wahifadhi wa kumbukumbu mjini Mombasa, mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei alikariri haja ya mifumo bora ya sera kusaidia katika mpito hadi mfumo wa rekodi za kielektroniki katika taasisi za umma na kuongeza ufanisi na uwajibikaji katika shughuli za serikali. Con Alitoa wito kwa maafisa wa serikali kufanya juhudi kufaulisha mfumo huo. <laughs> Kwingineko, serikali ya kaunti ya meru imesambaza vifaa vya matibabu vya thamani ya shilingi milioni hamsini na tisa. Akizungumza wakati wa usambazaji huo, naibu gavana wa kaunti ya meru linda kiome alisema vifaa hivyo vitasambazwa katika hospitali mia mbili kumi na sita za ngazi ya nne na tano That will go to all our

Hayo yakijiri, awamu ya kwanza ya mpango wa wezeshaji wa vijana katika kaunti ya Machakos simeanza hivi leo na kuashiria kujitolea kwa serikali ya kaunti hiyo kwa wezesha vijana kupitia maarifa na nidhamu ili kujitegemea na kuimarisha maisha yao. Opportunity and hope closer to the people. Na hatimaye wakazi wa, wa Namanga wameelezea afueni baada ya hali ya utulivu kurejea kufuatia siku tatu za ghasia katika taifa jirani la Tanzania zilizoathiri shughuli katika mji huo wa mpakani. Kwa na shida, nyama ikichinjwa inaweza kuoza kwa mabucha, kwa sababu hakuna watu walipata watu wa hofu. This time round kila kasi inaendelea mzuri kabisa. Imerejea tu vizuri naona huko vizuri kwa sababu tunaenda mpaka hapo mpakani, tunaingia sokoni. Hata sasa hivi naingia hapo sokoni, naona hali sio mbaya sana, lakini kuna vikwazo, vikwazo mpaka uko ndani, unasikia kama Wakenya, watu wa wanaogopa. Na pia hapo upande wa Kenya tunakunywa mafuta upande wa Tanzania. Sisi tunabeba abiria kutoka Kenya wakienda Tanzania, na Tanzania wakiingia Kenya. Ilisimama kazi, ilisimama kabisa, awaendi awaingii Kenya na awaendi Tanzania. Kwa hivyo tuliadhirika sana kuhusu hii uchaguzi lakini kwa saa hii naona vile kulitulia, mama ameabishwa, eh, nje imetulia kabisa. Kasi cha Namasha, Darubini.